Na elimu mpaka sasa hivi kwao imeweza kufikia. Karibu sana na usitoke. Mambo? Poa. Nzima? Nzima, ah, salama. Mimi naitwa Ali Upuji, sio, wewe unaitwa nani? Sofia. Ah, Bi Sofia. Karibu sana UTT. Asante sana. Dada yangu unaitwa nani? Neema. Ah, Neema. Yes. Karibu sana Dada Neema UTT. <laughs> Dada Neema UTT ni kwa mara ya kwanza au ni mwekezaji wa muda mrefu? Kwa mara ya kwanza. Ah, ni kwa mara ya kwanza unafika hapa? Ndio. Okay, na Bi Sofia? Ah, ni mwekezaji. Ah, wewe ni mwekezaji? Yes. Wa muda mrefu au hivi karibuni ndio umejiunga na UTT? Two, three years. Miaka mitatu. Miaka miwili <laughs> yeah. Okay. inaenda mitatu. Ah, miwili inaenda mitatu. Karibu sana uh, umejiunga katika mfuko gani? Umoja na Ukwasi leo. <laughs> Hii ndo umemleta dada yako, si ni dada? Si mama mdogo, rafiki. Dada yako ndo umemleta ndio? Okay, sasa so, so, labda kipi kilichoweza kukushawishi uh, Sofia mpaka ukaja ukasema no, hapana mimi kwa hii miaka miwili huku nyuma, kilichokushawishi leo hii umeweza kujiunga na UTT, na kipi ulichokiona hasa ukasema UTT? matumizi yangu mabaya ya hela koo, nikaona ni bora nikihifadhi, nikawe, nikaweka huko kwanza. makato hamna makato. so, okay. faida ni nyingi, alafu pia ni mfuko salama kwa sababu ya serikali. Yes. Okay. sasa ushamshauri, yeah, chochote labda dada Nema Yeah, yuko njiani. Yuko njiani. Kabisa. Danema, <laughs> Okay, kuna chochote ambacho ulituambia kuhusiana na utii au hujui us? Sasa mm, sijui lakini nilikuwa mm. Nahitaji kupata maelezo vizuri ili niweze kuelewa nijiunge mm. Okay, sasa kwa ufupi tu naamini kwamba Sofia yeye anaweza kaamelezewa, na ndio maana kaja akajiunga, lakini sasa na mimi najaribu kwa ufupi kukuelezea. Uh, Neema, UTT AMIS ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia Wizara ya Fedha inajihusisha na masuala ya uwekezaji. Uwekezaji maana yake tunazungumzia, unaweka hela unapata faida, lakini pesa yako inakuwa pale pale haibongui. Yaani pesa yako inazalisha faida. Hiyo ndio maana ya uwekezaji. Kwa hiyo maana yake unakuja unawekeza na UTT ambayo ni taasisi ya serikali, lakini vile vile Ushavamwe kuna usalama ndani yake, lakini vilevile UTT unavyoweka pesa yako inakupa wastani wa faida ya asilimia 12 kila mwisho wa mwaka. Mathalan tukisema kwamba Neema leo hii UTT katika mfuko labda wa ukwasi, maana UTT na mfuko sita, unaweka milioni moja minimum, UTT kila mwaka wanakupa wastani wa faida ya asilimia 12, maana yake kila mwezi asilimia moja, ambayo ni minimum maana yake mwisho wa siku ukiweka milioni wewe, mwisho mwako unajikuta utajikuta una milioni laki moja na ishirini. Asilimia kumi na mbili ya milioni ni laki moja na ishirini hivi, si ndio? Tupigie minimum asilimia kumi na mbili ya milioni kumi, milioni moja na laki mbili. Wewe mwisho mwako utajikuta una milioni wapi? Sijui kwa kwa nini nini nimechelewa. Okay, labda maamuzi haya, lini utaanza kuyachukua kuja kuchukua fursa hii na kuanza kujiunga au ni leo leo? Mm. Jari, Uki jari. Uki jari. Mm. Okay, sawa. Turudi kwako, Nema, unalipi hasa la kuweza kuambia marafiki zako, ndugu zako ambao leo hii unahisi baadaye watakuja tajuta kwa nini kwa nini hukuwaambia? Kwa vijana wenye malengo ya mbeleni kukuza mitaji kwa ajili ya maendeleo binafsi UTT ni sehemu sahihi, okay. Sahihi kwa ufupi, kwa elimu ambayo labda niloweza kukupatia da Neema, unahisi leo hii ukikutana na, na marafiki zako aidha unaweza kutatashemeji ajajua kwamekuja huko, labda mkakutana leo hii unalipi la kumwambia kuhusu sana UTT? Nitamshawishi ajiunge ili matumizi yale ambayo yasiyokuwa ya lazima yapungue, awekezi huko. Ya. Akija akikwambia, je, vipi kuna usalama huko? E, ni taasisi sio kanjanja. Tamwambia kuna usalama wa kutosha, alafu pia ni taasisi Ta, ya serikali, kwa hiyo uhakika usalama wa yeah. pesa zake yeah. like, upo, lakini vivyo mwambie katika hiyo pesa yake anayowekeza anapata faida ya wastani wa asilimia kumi na mbili kila mwisho wa mwaka, na umtolee na mfano mme wangu ukiweka milioni mwisho wa mwaka utakuwa na <laughs> Nimekuelewa. Kabisa. Kabisa. Kabisa. Kunguwe, vipi? Mimi naitwa Ali Upuju natokea. Natoka, mimi naitwa Po Mwingo natoka mm. Goba mm. huku. uh, uko maeneo ofisini au no? Umetoka Goba tu mpaka huku? Sisi maeneo ya Mwenge tuna ofisi vya UTT. Mimi yeah. ofisini Dodoma, Shinyanga okay, lakini makazi ni huku Ah, okay. Yes, okay, okay. Okay. Karibu sana. Ni mwekezaji wa muda mrefu au ndo umeanza hivi karibuni? Ndo nimeanza kwa hiyo. Umeanza. Ni nani ambaye aliweza kushawishi? Ah, unaona tu kuna blaza wangu anaitwa Edwin Kachenje alishaikutana naye akanishauri pia kuna matangazo mm, na nini vitu hivyo vilinishawishi nika nikataka kujiunga. Kona, hapana, hii ni sehemu sahihi ya mimi kuweza kuja kuweka pesa yangu. Kabisa, kabisa. Unahisi leo hii kwa mtu ambaye anayekutazama sasa hivi? Uh, akasema kwamba bwana, kipi kilichokufanya

wale sio labda watu fulani vya waaminiki, wewe unahisi ni nini? Kwa sababu hii ni institution ambayo tunaijua inatambulika kitaifa, ya serikali ya serikali. Kwa hiyo ni sehemu salama ambayo, hmm, unawekeza hela zako, hmm, pia kwa ajili ya kuboresha maisha yako, hmm, na watu ambao wanakutegemea se... uweze kuyafikia kuyafikia exactly saa yes, hmm. Sasa unajua kuna baadhi ya watu wanaweza kawa wafahamu kama UTT ni taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia wizara ya fedha inajihusisha hmm, hmm, masuala ya uwekezaji hmm, lakini mwisho wa siku UTT pata wasa na faida ya asilimia 12 kila mwisho wa mwaka, hiyo ni minimum. Mm -hmm. Maana yake sisi tunazungumzia, sorry, jina nani? Mimi naitwa Paul Mohim. Paul umeweka mfano mathalan milioni umejiunga mfuko gani? Mimi liquid tu liquid, ukwasi yeah. Umeweka elako mwaka mzima, imefika milioni yeah. Hii tunazungumzia pesa tu, hatujui kwako ni ndogo au kubwa, lakini tuizungumzie milioni yeah. UTT wao mwisho mwaka wanakuja wanakupa wasa na faida ya asilimia 12, tunazungumzia kila mwezi ni kama minimum ya asilimia 1, okay. Tunapiga hesabu yeah, ambapo asilimia 12 ya milioni ni laki moja na elfu ishirini yeah. Tofauti lako ungekuwa umeiweka nyumbani yeah, chini ya kitanda umeelewa? Yeah. Mwisho wa siku UTT hakuna makato si kaka. Pesa yako hata kama ikiwa milioni kmi ndani ya miaka 3a0 inaku i milioni kmi haipungui Shumelewa. Kwa maana yake unapata faida wasi una faida asilima 2 na hiyo ni minimum. Kwa mfano kwa mfuko wa ukwasi tukizungumzia, uh, sisi huwa tunafanyaga AGM ile annual general meeting kila mwisho wamota mwaka, ambapo mwaka jana mfuko wa ukwasi uligonga hadi asilimia 133. Kwa maana yake sio 12 tena, ndio maana imeongezeka, ndio maana nimekwambia kwamba 12 ni kama minimum tunapigia, haiko standard yeah. Kwa ukwasi iligonga asilimia 13.3 kwa hiyo wewe utakuja, utapiga mfano mathalan, umeweka milioni, mwisho wa mwaka imefika, unapiga milioni kwa asilimia mara tatu, mara kumi na tatu nukta tatu. Umeelewa? Yes. Kwa hiyo ni kitu ambacho nafikiri kwamba kinakuwa Kinakuwa kina kina na faida yake, lolote ambao nataka kuambia watu wa Dodoma kule, wa Dar es Salaam, mikoa yote Shinyanga E, ni rafiki zako kabisa ni kwamba wasanuke mm. e, kwa ajili ya maendeleo mm. na kwa ajili ya kukuza uchumi wako mm. Maki sisi vijana tunatafuta huko mm. lakini pia tunatakiwa tupate na source nyingine mm -hmm. ya kuongeza kipato chetu ili malengo yetu yafanyeje yatimie, mm, yatimie. Kwa hiyo UTT ni sehemu nzuri ya kuja kuinvest. Kuinvest, yes. Haijalishi okay, ni kidogo kiasi gani unapata lakini mm. chocho kidogo na inaanza uh, ku, ku, kuwekeza na, kwa elfu kumi. Yes, kwa hiyo ni kitu ambacho kiko affordable, kila mtu anaweza ku afford. Ni maamuzi na kuangalia mbele, ni hivyo tu mzee. Habari, habari ya saizi Watanzania wote, habari ya saizi wawekezaji wetu. Kwa majina, naitwa Josephine ni Mlimbila na patikana hapa UTT AMIS nikiwa mkuu wa kitengo cha huduma kwa wateja na ushauri. Leo nimekuja na habari njema ambayo kuna baadhi wameipata lakini kwa wale ambao hajaipata, ni habari ya maboresho ya UTT AMIS app na UTT AMIS Poto. Kama tunavyojua dunia sasa hivi iko kiganjani, dunia inaenda kwa kasi sana, dunia wenyewe wanaita ya kidijitali, kwa na sisi hatuna budi kuendana na kasi hiyo hiyo ambayo dunia inakwenda kwa hiyo tumeboresha huduma zetu za app, tumeboresha huduma zetu za poto ili iwe rahisi kwa mwekezaji au kwa yule ambaye sio mwekezaji anataka kujiunga kupata huduma zetu. Kama mnavyojua, application huduma ya app inasaidia kuweza kuona taarifa yako ndefu au fupi, kuweza kununua vipande vyako, yaani uwekezaji wako, kuweza kuuza vipande vyako, yaani uwekezaji wako lakini kwa sasa hivi pia imeboreshwa zaidi. Unaweza ukajua kiwango cha pesa ambacho kimeongezeka toka ulipoweka eh, kwa sababu inaonyesha pale kwamba ni umeweka kiasi gani na kwa muda fulani umepata faida kiasi gani, lakini pia ina huduma ya kuhamisha kuhamisha fedha kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine kwa urahisi. Kwa hiyo mbali na kwamba tuna tumeboresha kwa kwenda kasi, lakini pia tumeboresha ili iwe na huduma yetu au mali za wawekezaji ziwe na usalama zaidi security wise. Kwa hiyo kwa habari ya ubora na, na ulinzi tumefanya hivyo, ili mali za wawekezaji wetu ziwe salama. Unapoingia uh, mara ya kwanza, wachache wamekutana na changamoto ya kuto ya kuto kuwa uh, direct pale unapojiunga mara ya kwanza, lakini baada ya hapo huduma ni burudani hayo sio mema jamani. Basi naomba niwakaribishe kuja kuwekeza na UTT AMIS kwa wale ambao ba, bado hawajawekeza, lakini kwa wale ambao wamewekeza na wamepata changamoto kwenye hii huduma ya app au poto, basi wasisite kufika kwenye matawi yetu ambayo yapo Tanzania nzima kwa sasa hivi, labda kwa kuyataja ni Dar es Salaam, pia tuna tawi PSSF building pale karibu na Mlimani sita lakini pia tuko Morogoro, tuko Kahama, tuko Mwanza, tuko Zanzibar, tuko Mbeya, tuko Dodoma, tuko na Arusha pia. Kwa wale wa Dar es Salaam, basi utafika kwenye hii branch yetu ya PCSF, lakini pia unaweza ukafika hapa makao makuu, tuka kuhudumia ipasavyo. Lakini kama uko maeneo ambayo ha hauko kwenye hizo ofisi, unaweza ukaenda tawi lolote la CRDB, maana wao ni mawakala wetu, lakini pia ni kuencourage matumizi ya call center Call center yetu tunaiboresha sasa, tunajua hautapata tabu tena kwenye kufikia na kwenye kutoa maoni yako na kwenye kuuliza kwenye kupitia uh, call center services zetu. Basi niwakaribishe, karibuni sana mtumie UTT AMIS app na UTT AMIS poto kwa urahisi zaidi. Kijiwe mchongo na UTT AMIS imetufikia, kijiwe mchongo na UTT AMIS imetufikia Kijiwe mchongo na UTT AMIS imenifikia, imekufikia. Ukija kuwekeza na taasisi ambayo iko chini ya serikali kupitia wizara ya fedha ambayo inajihusisha na, na masuala ya uwekezaji, maana yake cha kwanza kabisa unawekeza sehemu salama eh, namaanisha kwamba unawekeza katika taasisi ambayo iko eh, na uaminifu kabisa, tunazungumzia UTT AMIS. Njoo njoo, uje uwekeze hapa bwana. Mimi naitwa Awali Upuju Kuntunye Kidimdimu Mwandila. Shukran za dhati kabisa zimwendee Cosmos, mtu mbadest kabisa eh. Ye anafanya maajabu, maajabu yake kuweza kuhakikisha ndugu wawekezaji unaweza kupata kusikia maoni yao yapi, ambao wanazungumza kuhusu sana maswala ya uwekezaji eh, bwana, karibu mwambie na mwenzio, Aje UTT bye-bye.